Swala linalohusiana na maeneo mnayo ya ambayo yanatengenezwa, nimeyaona mapendekezo haya, na mimi ni muumini wa hiki mlichopendekeza kwamba kwa aina kwa ya shughuli mnazofanya, iwe bodaboda, iwe bajaji, iwe mamalishe, iwe machinga, ninyi Kigezo cha kwanza kinachotakiwa kuzingatiwa ni upatikanaji wa wateja. <apples> ili hizi ziwe biashara, lazima tukatege pale ambapo wahitaji hao wapo. kwa <apples> hiyo, nielekeze na bahati nzuri waziri wa TAMISEMI yuko hapa, nielekeze mikoa yote washirikishe viongozi wa makundi haya, na kama jambo hilo linawazidi kimo, walipokee, walilete tulichakata, ili tulifanyie uamuzi, ili tuweze kurasimisha. Ili tuweze kurasimisha hizi shughuli mnazofanya, lazima kama nchi tukubali gharama. kama eneo linalofaa kama eneo linalofaa linahitaji fidia, tukubali kubeba fidia ili, bo, ili bodaboda ili machinga ili mamalishe wapate eneo la kufanyia kazi kwa <coughs> hiyo, ninyi bainisheni maeneo bainisheni maeneo, na haya ndio maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa. Ndio maana tumepata ile eneo hapa la Jangwani, ni kwa utaratibu huo huo na maeneo mengine na mikoa mengine ukienda pale Dodoma serikali pia ilitoa eneo hivyo hivyo, na, na, na, na, na jengo limejengwa na fedha zikapatikana, na, na mmeona lile ambalo limepatikana, na mengine yataendelea kujengwa. Kwa hiyo viongozi wa makundi haya katika mikoa, bainisheni maeneo yenu, na mkishabainisha kama ambavyo mengine nimetajiwa hapa nimetajiwa kwenye risala yakiwemo ya hapa Dar es Salaam, ya yakiwemo Mwanza, yakiwemo Rukwa, yakiwemo kote ambako nimepata hapa na mikoa mingine kote ambako kuna changamoto ya aina hii, bainisheni. Kama mikoa wataweza kumudu, watekeleze. Kama hawatamudu, walete ngazi za juu, ili tuweze kuona ni namna gani haya tunayafanyia kazi. Ni lazima tupate maeneo yenye hadhi ya kufanyia hizo shughuli. Hatutaweza kupiga vita umaskini na tukashinda kama hatutapata kazi kwa ajili ya watu wetu. Kazi ndio kipimo cha utu. Kwa hiyo, hiyo tutaifanya na waheshimiwa mawaziri wa sekta zote hizi ambazo zinahusika wapo hapa, hilo jambo tutalifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya, na mheshimiwa waziri wa TAMISEMI waelekeze, na mheshimiwa waziri wa viwanda wote mko hapa na mheshimiwa waziri wa vijana mko hapa, waelekezeni maafisa wenu wanaosimamia masoko yanapojengwa. Nilitoa maelekezo haya ya Dodoma na narudia tena hapo. Upo utaratibu serikali inatumia gharama kujenga maeneo kwa ajili ya bodaboda, machinga, mamalishi. Wanatokea baadhi ya watumishi wa serikali wasio waaminifu wanawai wanaenda wanakwapua yale maeneo, alafu wao ndo wanaanza kuwapangishia wale ambao walikuwa wamelenga. Hili si kusudi la serikali, na nilielekeza kila eneo chunguzi zifanyike, kama yuko afisa wa serikali alienda akakwapua na ndio akaanza yeye kukusanya fedha na yeye ndo kawapangishia wale wanaofanya biashara na yeye kaongeza bei ambayo si serikali iliyokuwa imepanga haya. Ni makosa ya kimaadili watu wa aina hiyo wachukuliwe hatua. Swala linalohusiana na maeneo mnayo ya ambayo yanatengenezwa na, ya, nimeyaona mapendekezo haya na mimi ni muumini wa hiki mlichopendekeza kwamba kwa, kwa aina ya shughuli mnazofanya iwe bodaboda iwe bajaji iwe mamalishe.